Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete tunashiriki katika maonyesho ya 49 ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba. Katika maonyesho haya tunatoa huduma mbalimbali za uchunguzi na matibabu ya moyo, ambapo kwa upande wa huduma za matibabu tunazozitoa, tunatoa huduma za kupima urefu, uzito, tunaangalia uwiano baina ya urefu na uzito, tunapima sukari, tunapima presha vile vile tunapima vipimo vya eco ambavyo ni kuangalia jinsi moyo unavyofanya kazi pamoja na mfumo wa umeme wa moyo. Pia tunatoa huduma za maabara, kwa hiyo tunapima vipimo mbalimbali vya maabara kwa kuangalia matatizo mbalimbali ya moyo. Pia tunafanya maonyesho. Maonyesho ambayo tunayafanya tunawaonyesha wananchi huduma mbalimbali ambazo tunazitoa katika taasisi yetu. Kwa mfano tunatoa huduma za upasuaji kwa hiyo, tumekuwa tumekuja na vile vifaa ambavyo tunaonyesha wananchi ni vifaa gani ambavyo tunavitumia katika upasuaji, upasuaji mkubwa wa moyo, ambapo tumekuja na valvu. Kwa hiyo, tunaonyesha hatu valvu za moyo ambazo tunawawekea wagonjwa pamoja na vifaa vingine ambavyo tunavitumia. Pia tumekuja kuwaonyesha vifaa ambavyo tunaviweka kwenye moyo, vile vifaa visaidizi vya moyo kama beti za moyo pamoja na vifaa vingine na stenti. Hivi vyote tumekuja navyo kwa sababu wananchi wamekuwa nasikia kwa tunafanya upasuaji, tunapandikiza beti za moyo, lakini hawajaziona. Kwa hiyo ninawakaribisha mtembelee katika banda letu, mweze kuviona hivyo vifaa ambavyo tunatumia katika matibabu ya moyo. Tuko na shirika ambalo sio la la kiserikali ni shirika ambalo lipo kwa ajili ya kuchangisha pesa za kusaidia matibabu ya moyo kwa watoto wasiokuwa na uwezo. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi mtembelee banda letu, mkifika hapa mtatembelea na mtaweza kuchangia matibabu ya moyo ya watoto ambao wanatibiwa katika taasisi yetu ambao hawana uwezo wa kuchangia. Pia tunatoa huduma ya dharura, wananchi wanafundishwa jinsi gani ya kutoa huduma ya dharura wanapokuwa nyumbani pale ambapo kunakuwa na mtu amepata changamoto za kiafya. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika banda letu, karibuni muweze kupata huduma mbalimbali. Tuko eh, viwanja vya Sabasaba kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali. Kama tunavyojua, dharura zinaweza kutokea mahali popote, iwe nyumbani au maeneo ya kazi. Karibuni viwanja vya Sabasaba tuweze kuwapa elimu namna ya kuanza huduma kabla hujafika hospitali, huduma mbalimbali ya dharura ambazo zinaweza kutupata. Karibuni sana banda la JKCI tunapenda kuwakaribisha katika banda letu ambapo liko hapa Sabasaba. Tumekuja na teknolojia mpya ambayo tunaita doze ya aina ya monitor. Utofauti wa hii monitor na monitor zile za kawaida ni kwamba hii monitor inakuwa inapima kwa, kwa ina mwendelezo kwa, namaanisha kwamba ile zamani ilipokuwa unahitajika upimwe na nesi kila baada ya masaa nane ukiwa odini. Wakati hapo inaweza kikatokea kitu chochote mgonjwa akabadilika, lakini monitor inakupa ile reading throughout, unaweza ukapima kuanzia masaa ishirini na nne pasipo kuacha kitokea kitu chochote katikati. Ni rahisi kuchukua kuchu hatua haraka, mfano mgonjwa upumuaji ukabadilika, presha zake zikapanda au zikashuka, mapigo ya moyo yakaongezeka au kupungua, pamoja pia na oksijeni kwenye damu kama ikishuka na kupanda hii teknolojia inakuwezesha wewe kujua kwa haraka, kwa sababu utakutumia message au ujumbe muda huo huo, na unaweza ukachukua hatua. Kwa hiyo tunafungia wagonjwa ambao wako majumbani pamoja na wagonjwa ambao wako hospitalini pamoja na wale wagonjwa ambao wametoka kwenye hospitalini baada ya operesheni zile kubwa, ili tuweze kuwapatia wakiwa nyumbani. Karibuni sana kwenye banda letu mpate kujionea teknolojia.